Bwana Yesu asifiwe! Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe! Basi niwakaribishe katika ibada hii, ibada ya Jumatano ya majivu, na tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tutulie tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuadhimisha, tunakutukuza, tunakuinulia sifa na heshima na utukufu, kwa sababu hakika wewe umekuwa mwaminifu kwetu kila itwapo leo. Hakika Mungu, umetenda mambo makubwa, tena mambo makuu katikati ya maisha yetu. Umetutunza na kutufunika kwa damu yako ya thamani. Tumeuona mkono wako, umekuwa pamoja nasi tangu wiki iliyopita siku ya Jumatano, umetufunika kwa mkono wako ulio hodari. Tumepita katika milima katikati ya madui, lakini bado tumeuona mkono wako. E Bwana, hujaacha tukagarikishwa kwenye maji mengi, wala hujaacha tukazamishwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Hakika Mungu umetutetea, umeachilia wingu lako la kimbingu, limeenda nasi kila itapo leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo aliyo haya Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Jumatano, siku ya majivu, siku ambayo hakika tunakumbuka, e Bwana, siku uliyoelekea Yerusalemu kwa ajili ya ukombozi wetu. Nasi tuko kwenye njia ya msalaba, kipindi cha toba na rehema, tukiomba toba na rehema kwako, kwa Jehova yumkini hakika ukapate nafasi sana kwenye maisha yetu Baba katika jina la Yesu ninawaweka watoto wako mkononi mwako, e Bwana. Najua umekuwa pamoja nao tangu asubuhi, umekuwa pamoja nao kwenye shughuli mbalimbali, lakini kwa neema yako umetupa tena kuingia katika malango haya kwa ajili ya kuja kutafuta uso wako Baba katika jina la Yesu nakusii, Mungu we pamoja nasi e Bwana. Kila mmoja aliyeingia mahali hapa usimwache akatoka jinsi ambavyo ameingia. Mungu zungumza naye, achilia Roho yako Mtakatifu azungumze pamoja nasi katika ibada hii, ratibu ibada nzima Jehova kuanzia sifa, ukasikia sifa zetu, lakini pia uzungumze nasi Jehova kupitia neno lako tunatamani kukusikia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo haya, ninakumbuka hata wale wenzetu ambao wanaabudu nasi online mahali mahali, kwa pamoja ninawainua katika madhabahu hii, mfalme amani, kila mmoja kwa jina lake. Jehova Baba, kawahudumie watoto wako jioni ya leo, achilia Roho yako Mtakatifu atambalaki katika ibada hii, kwa jina la Yesu Kristo inaenda kinyume kabisa na kila nguvu za giza, kila roho za kichawi, kila roho za kishirikina kila roho za kiganga kwa jina la Yesu, za kutangisha tangisha mawazo ya watoto wako, ili Mungu asiweze kutulia mahali hapa, ninazifunga kusimukimya, kwa mamlaka ya jina la Yesu achilia roho Mtakatifu wako atamalaki katika ibada hii. Bwana kutana na watoto wako, wengine wamekuja hapa ni wadhaifu katika miili yao, wengine wamefika hapa wamekata tamaa kwa sababu ya magumu wanayopitia Baba. Katika jina la Yesu achilia roho yako Mtakatifu azungumze na watoto wako, achilia tena kagange mioyo ya watoto wako. E Bwana, rejesha tena na matumaini kwa wale ambao wamekata tamaa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile leha achilia tena neema yako ya kimbingu Jehova itamalaki katika ibada hii, nasi tunakusi Mungu pamoja nasi katika jina la Yesu. Baba ukatamalaki katika ibada hii, tukakuone kwa namna nyingine jioni ya leo na niposa Jehova, tunakuinulia sifa na utukufu na heshima na adama kwa sababu unastahili peke yako, ni katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, tunaomba na hata tukiamini, amen. Shangilie Mungu tena kwa makofi mengi amen. Tutasoma Zaburi ya nane mstari wa kwanza mpaka ule wa tisa, Zaburi ya nane mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Na tutasoma kwa kupokezana Zaburi ya nane mistari yote wa kwanza mpaka wa tisa. Neno la Mungu linasema: Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote, wewe umeweka utukufu wako mbinguni. nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima kondoo na ng'ombe wote pia naam, na wanyama wa kondeni. Mstari wa tisa, kwa pamoja: wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Amen. Ninaomba tuketi, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutashirikiana tukiimba wimbo namba 89. Kumbuka Getsemane asongapo shetani. Tafadhali tuimbe pamoja kwa yakuu pamoja na vijana injilisi. Karibuni tuimbe pamoja kwenye maikrofoni. Karibuni kwenye maikrofoni.